cha Zanzibar ni taasisi ya umma ambayo inaendelea kuwa kitovu cha taaluma na mwanga kwa maarifa katika nchi yetu. Moja ya alama za maendeleo ya taifa lolote ni ubora wa elimu ya juu na uwezo wake wa kuzalisha wataalam wabunifu, wanasayansi na watafiti wanaoweza kuhimili changamoto za karne ya 21 katika mwaka huu SUZA imefanya kazi kubwa katika kuongeza idadi ya wanafunzi waliosajiliwa kutoka 2368 mwaka 2024 hadi 2420 kwa mwaka huu wa masomo. Aidha, SUZA imeendelea kuimarisha programu za shahada shahada ya uzamili na shahada ya uzamili na kuongeza programu zinazohitajika na jamii asasi. Wa wa ya sasa kwa kutambua umuhimu wa mahitaji ya elimu yake nchi Serikali imeendelea kuimarisha ufadhili wa masomo kwa wanafunzi kupitia mikopo na mzuu. Lengo ni kuhakikisha kuwa kila Mzanzibari mwenye sifa zinazohitajika kusoma katika taasisi ya elimu ya juu anapata nafasi hiyo bila ya kujali hali zao za kiuchumi. Kama mwaka wa masomo wa 2025-2026 serikali kupitia Bodi ya Mikopo ya Wanafunzi wa Elimu ya Juu ya Zanzibar imetoa mikopo kwa wanafunzi Vyuo vya ndani na nje ya Tanzania. Aidha, serikali imeongeza bajeti ya bodi ya mikopo kutoka shilingi bilioni 33.3 mwaka wa 2024/2025 hadi kufikia shilingi bilioni 37.94 mwaka wa 2025. Natumia fursa hii kutoa wito kwa watendaji wa SUZA kuendelea kusimamia rasilimali zinazotolewa na kuwekezwa na serikali